Sawa, nimepata fursa ya kuzungumza na sister hapa atajitambulisha alafu atatueleza ziara ya Rais wa Zanzibar hapa Uingereza. Yeye ameionaje na amechukuliaje? Karibu sister. Asante. Kwa jina naitwa Emma Kesi. Nimetokea Glasgow, Scotland. Na nimefurahi kwa sababu pata kujua fursa nyingi ambazo zinapatikana nyumbani na tuko tayari kama tunajiunga kama wa Tanzania badala ya kufanya vitu mmoja, mmoja tukafanya kama jumuiya tutaweza kufanikisha. Sawa. Kawaida tunaosema hapo tunasema viongozi wakija wakiondoka tuliwaambia wanayaacha. Ujio wa rais wa Zanzibar unafikiri ataondoka? Ataondoka nayo na kuyafanyia kazi? Eh, nina imani hiyo na imani ataenda kuyafanyia kazi kwa sababu amekuja maalum kwa ajili ya kutuhamasisha. Kwa hiyo hawezi kuja kuhamasisha nafu karudi nyumbani akaacha kuyafanyia kazi sawa. So, kuna chaziada nataka kuongezea e, kwa cha ziada ni kwamba watanzania tunaposikia fursa kama hizi tujitokeze, badala ya kukaa tunalalamika kwamba hatusikilizwi, hatujaliwi, lakini tunapokuja tukawakilisha hoja au tukatoa maoni Shukun, hey, kukia, so, asante sana dada, asante. Okay, uh, nimekutana na Bifaria, mmoja kati ya watu ambao walitoa pointi safi sana kwa mheshimiwa rais na rais mwenyewe akasema pointi zina mashiko. Bifaria, karibu. Asante sana raisi. Watu wengi wamekuja makofi, hasa kina mama katika swala zima, walipokuwa wanapeleka pointi zako, labda nini cheki yako wewe kwa ujio wa rais wa Zanzibar? Kwa kwa kweli tunashukuru sana

anatujali na kwamba kweli kajali kwamba sisi tuko hapa, na hii ina inatuunganisha sisi na viongozi wetu na kuweza kusema kuuliza maswali, inatufanya na sisi tuweze kuelewa zaidi na kuondoa yale madukuduku. Kama mtu hajaelewa kitu au nini, anauliza. Kwa kutupa fursa hii, tumeshukuru sana kwa kweli. Sawa, kwenti zako watu walizishangilia. Labda kuna kitu gani ambacho unahisi watu kiliwagusa zaidi, ambacho kimewapendezesha, kwako wewe kumpeleka kwa rais? Unatamani kupeleka pesa nyumbani lakini kuna akaunti pesa zinaweza zikapotea watu, so, kiruhusiwa kufungua akaunti ukawekeza kule nyumbani na ukaweza kucontrol ile akaunti yako, kitu unatumia kitu kinabaki, itatusaidia na itasaidia ita kuondoa migogoro ya kifamilia na marafiki, kwa sababu pesa unaipeleka marafiki, pesa shida kumwambia unaipeleka kwa rafiki, pesa unaipeleka mtu ana shida. Kwa hiyo haya yataboresha mahusiano yetu hata katika familia, ndugu na wapenzi wapendwa wetu kule nyumbani. Sawa, kuna chochote cha kuongezea? Mi nashukuru na naomba kwamba wasichoke, wawe, wawe wanafanya saa mpango wa kuja kutuona kila baada ya muda, ili nasea kwamba tuna viongozi wetu, kwa sababu viongozi wetu ndio kama ndio kama baba ndio kama mama kongoni, mzizewa, kwa hiyo ukiwa humoni mzee wako unakuwa kama yatima yani. Lakini wakija wakikuona tunashukuru sana. Asante sana kwa wakati wako. Asante sana nipo na Dada Pili Moyo kutoka katika jiji la MK Milton Keynes, naye amedamshi kama mnavyomuona, yelo na kijani ametendi katika ujio wa rais. Dada Pili, labda unasemaje ujio wa rais hapa Uingereza? Salamu alaykum wote, ama kweli kuna msemo wa Kimakunduchi unasema umefana wamefana ujio wake umefana, yani ujio wake kwa kweli umekuwa na benefit kubwa sana kwetu sisi, hususan wana diaspora. Tunauliza maswali, ametujibu Mama Mariam, na yeye pia ameintroduce foundation yake ambayo ametualika tukienda kule E, twende tukamuone kama mimi nina NGO yangu ambayo inaitwa Zanzibar uh, Diaspora Humanitarian Organization ambayo iko e, e, Zanzibar na bado ni changa, kwa hiyo inshaallah atakapokuja Zanzibar, tutakwenda kuintroduce kwa Mama Mariam e, na foundation yake ili kusudi uendelee kumwokoa mtoto wa Kizanzibari, mtoto wa Kitanzania, wanawake, wanaume, watoto, wajane. Basi kwa kweli tumefurahi sana ujio wa Mheshimiwa Rais. Kwa mara ya kwanza sikutegemea siku kama watu wa, wange wange- wangempokea Rais kiasi hicho, ni watu wengi na wala hatu, hakukuwa na ubaguzi kwamba kusema labda siye kafu au siye CCM. Watu wote tumeungana pamoja, tumekuja kumsupport. Kwa kweli afanye hizi ziara kila mwaka, ziko benefited na na zaidi kuhusu investment kuwekeza, pia kufungua mabenki, e, na pasenti ambayo sisi wana diaspora ambayo tutapunguziwa basi kwa kweli tumefurahi sana na zaidi kubwa tulilofurahi kwamba kuna jamaa mmoja mlemavu ambaye alikwenda kushiriki mambo ya para paraolympic para, para e, na yeye ameambiwa kwamba atasaidiwa na milango iko wazi, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kusema la haki, mimi binafsi mwenyewe tayari imenisaidia ile ile kadi ya diaspora ya Zanzibar ambayo imenisaidia kufungua account mbili sasa. Kwa hiyo tunaomba ndugu zetu ambao wako hapa Uingereza ambao hawajui kama sasa unaweza kufungua account yako ukaweka pesa kuliko kupelekea mjomba, shangazi eh, hata ukifika kule unaambia pesa zote zimekwisha na kwa ugomvi wa familia. Kwa hiyo sasa katika tunaomba dada ya sukura wenzangu kwamba mjue kwamba sasa mnaweza kufungua Uh, bank account. Uh, mimi nasemea kwa Zanzibar, sijui kuhusu mainland, lakini nafikiri uh, tuki, wakipata hadhi maalum itakuwa bora zaidi. Uh, na nimemwomba mheshimiwa alishughulikia jambo la hadhi maalum na amesema atalifikisha, na wako katika hiyo progress ya ku, ya ku, uh, ya kufanya, ya kutoa hadhi maalum. Jingine uh, ni kwamba wanadiaspora wenzangu, jue uh, ni kwamba msiogope, kwa sababu kuna wanadiaspora wa wa nchi mbalimbali. Kuna wale wanadiaspora ambao wanapenda kuwambia watu kwamba ukija ukiwekeza utataifishwa. Hamna hiyo tena, hamna hiyo Zanzibar, hamna hiyo Tanzania. Kwa hiyo tunaomba mlete wawekezaji kama mnao. E, na nyinyi na sisi wenyewe twende tukawekeze. Mheshimiwa Rais ameiweka wazi kabisa leo. Kwa hiyo tumefurahi sana, asante sana. Vila vile katika ziara ya rais wa Zanzibar leo hapa London, kwa bahati nimepata kukutana na Omid Special. Kwa wale waliokuwa wanamjua na wasomjua, huu ni mzanzibari pekee ambaye amewahi kuchaguliwa kushiriki katika Britain Got Talent, na leo amehudhuria katika ziara ya rais. Labda unasemaje kuhusu ujio wa rais wa Zanzibar hapa Uingereza? Uh, okay. uh, kwanza mimi nimefurahi sana kwa sababu hii ni tukio kubwa. Kukutana na rais ni jambo kubwa kwangu, ni jambo zuri kwa sababu nimetukutanisha diaspora wote ambao tuko hapa UK pamoja na wananchi wa Tanzania kama mimi uh, na, imesaidia sisi kelele zote zile pamoja na maswali mengi ambayo tunayo kwenye akili zetu ambayo hayana majibu, leo tumeafikisha mahala husika nameweza kujibiwa hili na kustahili hilo ni jambo kubwa, lakini pia kwa ni fursa ya kushiriki kwenye tukio kama hili na watu kama hawa, kwa sababu nimepata kujuana na watu wingi na kutengeneza na pia kama msanii kungu mimi ni jambo la faida kujuana na watu na connection kufungua fursa mbalimbali, nikiwa na wenyeji wangu Swahili Voice kama kawaida na Swahili Media Network kila lsawa. So, umesema kama msanii, fursa zimefunguka na katika performance leo tuliaona vijana wa Triple RZ ambao wamefanya vizuri kabisa. Je, wewe unaonaje ukiwa utaungana nao vijana kwa kutoa kibao kimoja ambacho kitakuwa kinaburudisha watu waliokuwa hapa na nyumbani Zanzibar? Of course ni jambo zuri kama unavyo nijua, mimi sipigiwi na silazi fursa. Kwa hiyo tayari nimeshafanya, nisha approach, tumeshazungumza, tusha connect, na niseme tu tutarajie kuona kitu kizuri kinakuja soon baina yetu. Sawa, so, kuna chochote labda cha kuongezea? Uh, cha kuongezea tu ni kuwataka zaidi ndugu ambao wanaishi hapa uh, ama diaspora wote wa Tanzania ambao wanaishi katika nchi tofauti tofauti kuendelea kushirikiana na viongozi wetu wa ndani ya nchi, lakini pia na kutoa mchango wao kadri inavyowezekana kwa serikali, na pia kuwa positive zaidi kuhusu masuala yote ya nchi na kuhusu masuala ya wananchi na haki zao. Nisaidie kuwa kama maadui, ama tutakuwa sote, tuungane, tuwe kitu kimoja na tuendelee kusaidia nchi Asante sana. Asante sana. Asante sana. yetu, asante sana, asante sana, katika ziara yetu ya London kuja kumwona Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, tumekutana na dada kutoka Milton Keynes, dada mwenye shughuli zake mwenye shughuli zake. Sister, labda kwanza jitambulishe, kisha tueleze unaionaje ziara ya Rais wa Zanzibar hapa Uingereza. Asante asante ndugu mtangazaji, asante ndugu mwandishi. Um, kwa majina naitwa Hanifa Ibrahim, ni Mama Events ni event leader katika Swahili community katika mji wa Milton Keynes. Um, kwanza nipende kutoa shukurani za dhati katika safari hii ya Mheshimiwa Rais kuja kutuona na kutenga wakati wake kuja kutuona sisi wana diaspora hapa mjini London. Ni shukurani nyingi kwa Mheshimiwa Rais pamoja na mke wake Mama Mariam Mwinyi, tunashukuru sana na tumefarajika sana na pia napenda nishukuru kwa wakati waliotupa kwa kuweza kuelezea changamoto, kuuliza maswali ambayo yamepata majibu, na tumejikuta tunaondoka tukiwa na furaha sana sana sana. Baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa tuko katika sintofahamu, lakini leo Mheshimiwa Rais ameweza kutujibu na tumefarajika sana na tumeuona huu mkutano ulikuwa ume- umeandaliwa na umezaa mtundaa mamaent. Labda kitu gani ambacho leo kimekuvutia zaidi katika ziara hii na risala ya rais na masuala ambayo yameulizwa? Um, kitu ambacho nimekifurahia kwa upande wangu mimi mwenyewe nikiwa kama mwana diaspora nilikuwa na, na kwazika na kuna changamoto ambayo ilikuwa inani, inani inaniweka kwenye hali ngumu hasa kwenye masuala ya, ya utalii. Tukitoka hapa tukiwa tunaenda nyumbani na watoto wetu, watoto wetu wanakuwa wamejiandaa, wame na wanataka sana kwenda kukuona Zanzibar lakini changamoto inayotukuta wakati tunatoka bara kwenda Zanzibar tukiwa kama wana diaspora wana tu treat kama wageni. Kwa hiyo tunajikuta pale watoto yani tunachajiwa as a foreigner. Hilo jambo lilikuwa linatu, linatupa wakati mgumu sana, lakini Mheshimiwa Rais leo ameweka, ameweka wazi kwamba tuwe na subira ili jambo liko katika linafanywa kazi na litatatuliwa na tumeondoka hapa tukiwa na furaha sana, tukijua kwamba ili jambo litafika mwisho na tutaenjoy kwenda holiday na watoto wetu bila kupata changamoto. Kuna chingine chochote ambacho nataka kuongezea? Um, chingine ni tarehe ishirini na tisa Mungu akipenda, tuna Swahili Day. Tunawakaribisha 29 ya 29 June kama kawaida, tunawakaribisha miji yote mjitokeze kwa wingi kuja kusherehekea siku ya waswahili ambayo itafanyika Milton Keynes, katika mji wa Milton Keynes, wana community, Swahili community tumeiandaa. Huu ni mwaka wetu, utakuwa season 3 ambao tunaenda na hii Swahili Day itakayofanyika tarehe 29 mwezi wa sita. Karibuni wote tujumuike pale, tuvae mavazi ya Kiafrika kama mnavyoniona hapa. Nimepiga sutu na sutu lako, njoo na kimasai, njoo. Tuko vizuri, tumejipanga kwa ajili ya jambo letu hili, jambo tunalo tunatamba nalo. Asante sana mama event, karibu sana.